Audhu billahi minshaitan rajim, bismillah rahmanirahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahuma sali ala Muhamadin wa ala ali Muhamad. Ujumbe kutoka kwa Allahu subhanahu wataala uliwasilishwa kupitia ilham ya moyo wa shahidi wa Allah ambaye ni Habibatullah Rukaya binti Muhammad, na ujumbe huu unasema kama ifuatavyo: bismillah rahmanirahim. Rukaya binti Muhamad anasema, Allah haachi kusema nami, natamani kulia tu kwa sababu ya ukubwa na utukufu wake. Nilipoamka kutoka usingizini, nilikumbuka maneno yake yale aliyosema katika ndoto yangu. Akasema, leo ni kwa ajili ya nani? Nikajibu, kwa ajili ya Allah. Amin ya Allah, iyaka nabud na wa iyaka nastain. Allah akazungumza kupitia ilham ya moyo wangu wa ndani, ewe Rukaiya, andika. Je, wataokoka vipi ikiwa mimi, Allah, nitamwachilia ibilisi addajjal kwa ghafla naye atampanda mmoja wa wateule wangu aliyegeuka na kuniasi. Je, nini kitawapata iwapo hilo litatokea? Nikajibu kwa hofu na machozi, sijui ya Allah, wewe ndiye unayejua zaidi. Kisha Allah akasema ndani ya moyo wangu, nyote mliokufuru na mnaopuuza ujumbe wangu mtaelekea kwa huyo ad-dajjal, wanaojifanya watu wa elimu na wanaodai kuwa ni waumini lakini wanaukataa ujumbe wangu, Hakika watajidanganya kwa uso wake wa upole, uzuri wake na maneno yake ya upole. Mtapumbazwa na hila zake. Tazameni, wakati ujumbe wangu uliposambazwa waliupuuzia. Na kwa upande mwingine, kuna mmoja ambaye nimemwongoza kupitia ndoto zake, naye ni shahidi wangu. Nimempa nuru na ana wafuasi, lakini hata wao hawajaniamini ipasavyo. Badala yake walidhani ana uchawi wa ad-dajjal hata wakasema yeye ndiyo Ad-Dajjal. Lakini Ad-Dajjal ni mwanamume, mwana na msaidizi wake ni yule anayeiasi amri yangu. Lakini wewe, ewe Ruqhayya, unaleta risala yangu. Wamedhani hawatajaribiwa na mimi, lakini chuki yao ni sifa ya Ad-Dajjal. Ad-Dajjal ana chuki kama ile ya Ibilisi dhidi ya Adam, na katika mpaka wa zama Ibilisi atafunga atafunga njia ya ujumbe wangu Atakuja kwa umbo lake la kweli akiwa na nguvu kubwa, hamtaweza kumpinga isipokuwa kwa ulinzi wangu. Ulinzi wangu ndio ulinzi wa juu kabisa. Lakini mkinirudia mimi, mkatembea katika njia ya Muhammad na mkashikilia sheria zangu zilizomo katika Qur'an, kitabu nilichomshushia Muhammad, hapo ndipo mtaokoka. Huu ni ujumbe wa Ar-Rahman, wito wangu kwa watu wa Muhammad, kwa sababu ya ahadi niliyompa Muhammad kwamba nitaleta shahidi katika mpaka wa zama ili kuwakumbusha kurudi kwenye mipaka yangu. Hakutakuwa tena na mtume au nabii mwingine wa kuwaonya. Mimi Allah najua ni wapi mpaka wa zama unaanzia, lakini mmepuuza ujumbe wangu kwa sababu ya chuki. Na ujumbe huu haukuja kwa watu wa dini au waliona nasaba ya mtume, bali nimeleta nuru ya Ahmadu wangu. Mtabakia na kiburi gani basi? wamesema shahidi wangu hana elimu lakini mimi Allah nampa elimu. Mimi ndiye chanzo cha kila elimu, na hata tone moja tu la elimu yangu linaweza kuwaokoa na kuwaweka na kuwaweka upande wa kulia ashabul yamin. Je, yeah, mnajua mimi ndiye mwenye kujua kila kitu, lakini bado mmekataa, mko kama viziwi, vipofu na mabubu. Na ikiwa ad-dajjal atatokea ghafla, basi nyiye ndiye wafuasi wake. Mimi Allah ndio mwonyaji. Fungua Suratu Nuhu aya ya nane hadi ya kumi na moja. Ewe Rukaiya, Suratu Nuhu aya ya nane inasema, bismillahi rahmani rahim, kisha mimi niliwaita waziwazi, kisha hakika. Aya ya tisa inasema, kisha hakika mimi niliwaita kwa dhahiri na kwa siri. Aya ya kumi inasema, nikawaambia: ombeni msamaha kwa Mola wenu Mlezi, hakika yeye ni mwenye kusamehe Aya 11 inasema: atawapelekeeni mvua kubwa kutoka mbinguni. Tubuni enyi waja wangu mliokufuru, wakati ujumbe wangu ulipowajia mkan, mkanidhania mimi kuwa ni Ibilisi. Mkanidhania kuwa mimi ni Ibilisi. Shikamaneni na njia yangu, kubalini habari inayoleta kwa ajili ya wokovu wenu. Hakika kila kitu kina mwisho wake. Bismillahirrahmanirrahim, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, maana yake hao ndio waliopata mwongozo kutoka kwa Mola wao na hao ndio wenye kufaulu. Alhamdulillah, ya, ya, ya Allah, ya samio ya basira. Alhamdulillah. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.